Nam kutoka kaunti ya Machako. Sasa tuelekee ukanda wa Pwani, ambapo maafisa wa polisi eneo la Pwani wameahidi kuzidi kuchukua hatua dhidi ya kundi hatari la Panga Boys ambalo limekuwa likiwahangaisha wakazi wa maeneo ya Pwani. Haya yakijitokeza baada ya Kamanda wa ukanda huo kutoa amri ya kukabiliana na vijana hao. Aidha, wakazi wa maeneo wa hayo pia wameunga mkono amri hiyo, wakiahidi kushirikiana na maafisa wa polisi, huku wakitoa wito wa kuhakikisha kuwa vijana hao wanasalimishwa kwa maafisa wa polisi ili uh, wachukuliwe hatua kali za kisheria. Amri ya kamanda wa Pwani alinuno kuhusu utumizi wa silaha na maafisa wa polisi dhidi ya vijana ambao wamekuwa wakihangaisha wakazi wa eneo hilo almaarufu Panga Boys imeendelea kuungwa mkono na maafisa wa polisi na wakazi wa maeneo hayo, maafisa hawa wakisema kuwa watahakikisha kuwa hatua hii madhubuti inachukuliwa dhidi ya wahalifu wale na wale vijana ambao wanatumia mapanga wakati wowote wa tukikupata uko katika kitendo hicho cha kutumia panga, na sisi tutatumia sheria ile ambayo inatukubalia sisi na si nyingine, ila tutatumia silaha. So wewe kama umeamua kabisa kutumia panga, jua sheria iko ambayo inaturuhusu sisi kama polisi kutumia silaha. Kwa upande wao wakazi wakibaini kwa wanaunga mkono amri hii, kwani wamechoka kuishi kwa kuhofia maisha yao kukatizwa ghafla na wahalifu wale, wakiahidi kushirikiana na maafisa wa polisi ili kuhakikisha magenge haya yamemalizwa. na hiyo order aliyotoa Bwana Nuno, we really support that, na sitaki kurudia sana human rights bodies. We will stand with Mr Nuno. Huyo ni moja, amehalifu wangapi? ametoa roho wangapi? amefanya wale vilema wangapi? kwa hivyo, hatutakubaliana na nyinyi na tutakubaliana na kitengo cha sheria, na sio kwamba ati tutawa, tutawaunga wao kwa sababu ya kumwonea mtoto wako. Hatutamwonea, tutakapopata ushuhuda kamili tutasimama na tutaenda kotini, na hatutakubaliana na hiyo kitu. Aidha, wameahidi kuwa watakuwa wakisimama na familia za waliopoteza maisha yao mikononi mwa vijana hawa wahalifu na kuhakikisha kwa familia zile zinapata haki, huku wat wazazi na watu wanaoshikamana na vijana hawa wakishauriwa kujitokeza na kuwasalimisha badala ya kuficha maovu. Mwaona watoto wenu tangu waki, wadogo wakianza kuile zile tabia, watu wakija kuwatafuta mwachukua vile vitu mwaficha, mwasema watoto wenu wako innocent, alafu baadaye ina escalate hii tabia, ndio inakuwa mbaya. Twaishi kwenye mazingira ambayo hayana raha hatuna raha. Tuaona mtoto fulani ni mwizi, na hatuwezi kusema, kwa sababu tukisema inakuwa ni lawama. Lakini kwa sasa tumesema enough is enough na hili hatutalikubali tena. Kwa hiyo kila mzazi ambaye mjua mtoto wake ni mhalifu ajiweke tayari, sheria itachukua mkondo wake. Tumeamua sasa hivi kama community, sisi tutasimama na yule victim. Kuna watu wengi sasa hivi ni wajane kuna watu wengi ni mayatima, wameuliwa. Nani aliyotia kilini hawa? vijana wamewakata mapanga, wametoa roho zao. Ni nani aliowatia kilini hawa? ni nani aliosimama katika komuniti? Sasa, sasa hivi hatusimami tena na wenye mapanga, tunasimama na yule ambaye amekatwa yale mapanga. Haya yakijia wakati ambao jamii ya Waislamu wakitarajia wa mfungo wa Ramadhan mwezi huu, jamii hii katika maeneo ya Pwani ikihakikishiwa usalama wakati wanafanya maombi kati ya shughuli nyingine wakati wa mfungo wao. Mary Kialo, Undugu TV.